Sehemu ya kwanza, moto ulioamuka. Wapi salama? Sasa ilianza kwa sekunde 13, dunia iliyotulia ikatetemeka. Saa 2:41 usiku kwa saa za Jerusalem, katika ukimya wa jiji lililozoea sauti ya siren kila baada ya wiki, sekunde 13 tu zilitosha kubadili kila kitu. Anga likapasuka, miale mikali ikamulika kama radi, lakini haikuwa mvua. Ilikuwa moto wa vita halisi. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilitangaza, tumeshambuliwa na makombora ya Iran. Huu si mchezo, huu ni mwanzo wa kipindi kipya cha historia. Dakika chache baadaye kamera za televisheni zikaanza kutikisa kutoka Tel Aviv hadi Haifa. Mitaa iliyokuwa na shamra shamra za usiku wa Ijumaa ikageuka kivili. Watu walikimbilia hifadhi za chini ardhi, lakini kwa wengi ilikuwa kuchelewa. Jibu la hasira kwa damu yetu, tutalinda mchi. Katika upande wa pili wa mpaka, Tehran hali haikuwa tofauti. Majira ya asubuhi, kiongozi mkuu wa Iran Ayatola Ali Khamenei akasimama mbele ya taifa lake na kutamka maneno yaliyoashiria mwanzo wa jibu lenye uchungu. Kwa miaka mingi tumestahimili dhulma ya mabeberu. Leo hawakutushambulia tena kupitia vibaraka, leo wamekuja wenyewe, na leo pia sisi hatuta sita kwa mara ya kwanza katika historia ya kisasa Iran, ilikiri hadharani: mashambulizi ya Israel katika kiwanda chetu cha nuclear cha Natanz yamesababisha madhara ya mioronzi, raia wetu wameathirika, hatutasamehe. Milio ya huzuni ikaibuka kwenye mitandao ya kijamii, vijana wa Iran wakapiga picha ya anga lililojaa moshi na kuandika hii si Gaza, hii ni Teheran. Kwa nini vita hii inatisha zaidi kuliko zote? Tofauti na mizozo ya zamani kama Gaza au Lebanon, vita kati ya Iran na Israeli ina mgongano wa moja kwa moja wa mataifa mawili yenye silaha kali, akili mkubwa za kijeshi na chuki ya historia. Ni kama dunia inatazama pambano la mwisho la wapinganaji wawili waliokaa gizani kwa miaka mingi. Sasa wamesimama jukwani mbele ya kamera kila mmoja Akiwa amebeba kombora mkononi. Iran, nchi yenye silaha elfu washirika wa kivita kama Hezbollah na jeshi linalojivunia shahada ya kufa kwa heshima. Israel, nayo ni taifa la teknolojia ya kivita, msaada wa Marekani, mfumo wa ulinzi kama Iron Dome na ndege za kivita za kisasa zaidi duniani. Mara hii hakuna tena msuluhishi wa haraka. Umoja wa Mataifa umetoa taarifa ya kutaka amani, lakini hakuna anayesikiliza. Nani alianza? Swali lenye jibu gumu. Wengi wanasema Israeli ilianzisha mashambulizi kwa kulenga kiwanda cha nyuklia cha Natanz, eneo la siri lilipo chini ya ardhi, ambalo Iran hulitumia kusafisha uranium. Ripoti za shirika la kimataifa ya nishati ya atomi IAEA zinasema kuna dalili za uvujisho wa mionzi na wafanyikazi zaidi ya 24 hawajulikani walipo. Iran ikasema, huu ni shambulizi la nyuklia wazi, hatutakubali. Israeli ikajibu, tulichofanya ni kujilinda dhidi ya silaha za maangamizo, Iran haitaki amani. Ukweli unazidi kuchanganya. Lakini kitu kimoja kiko wazi, mwenge wa vita umezimwa kwa damu. Sehemu ya pili: kivuli cha kisasi, kombora kwa kombora. Wakati anga la Israel bado linatetemeka kutokana na mlipuko wa makombora kutoka Iran, Teheran ilikuwa inajiandaa kwa kitu kikubwa zaidi, kisasi kilichopangwa kwa miaka mingi. Wakati baadhi ya viongozi wa Iran wakiwa kimya, wengine walikuwa wakihesabu saa na sekunde. Shambulizi la Israel halitapita bila jibu. Tutafanya dunia ikumbuke. Na hakika, majira ya saa 11 jioni kwa saa za Teheran, anga la Mashariki ya Kati lilichanika. Iran ilirusha makombora 185, mengine kutoka kwenye ardhi ya Iran, mengine kutoka kwenye washirika wake kama Hezbollah nchini Lebanoni, na mengine kutoka Iraq na Siria. Siren zikalipuka kila kona. Watu wakaanza kuandika jumbe za kuwaga wapendwa wao mitandaoni, wengine wakihifadhi watoto wao chini ya meza, wakikumbatia matumaini. Katika hotuba ya dharura, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema, hatujafika mwisho, lakini tupo kwenye hatua mbaya zaidi ya miaka 50. Iran haitatisha maisha ya Wajahudi tena, jibu letu linafuata. Iron Dome imetosha. Changamoto mpya ya Israel. Moja ya mifumo ya ulinzi ya hali ya juu duniani, Iron Dome ilikuwa ikifanya kazi usiku kucha kwa mujibu wa jeshi la Israel, zaidi ya makombora 130 kati ya 185 ilizuiliwa angani, lakini hilo halikutosha kuwapa raia wa Israel usingizi wa amani. Makombora mengine yaligonga maeneo ya kiraia, ikiwa ni pamoja na shule mbili, hospitali ndogo karibu na Haifa na kiwanda cha mafuta huko Ashdodi mhandishi wa BBC aliyopo Tel Viv aliandika: sauti ya mlipuko haifutiki masikioni, ni kama mziki wa mwisho wa dunia. Mliti wa Iran ulipuka, ama kufanisha changamoto ya kijeshi ya Israel. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na msemaji wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, ilielezwa kuwa mashambulizi yetu ni ya kujihami, tulilenga maeneo ya kijeshi pekee. Hii ni hatua ya tahadhari, si tangazo la vita kamili, lakini tukishambuliwa tena, jibu litakuwa la historia. Lakini je, Israel itaamini hivyo? Hezbollah wanaanza kucheza kadi yao. Katika usiku huo huo wa historia, Hezbollah kundi la wapiganaji wa kishia lenye makao yake Lebanoni likatangaza rasmi kujiunga kwenye mapambano: tutashambulia kila kitu kinachohusiana na Israel ndani ya Lebanoni na Siria, mateso ya Wapalestina ni mateso yetu. Na kweli, ndani ya masaa machache makombora yakarushwa kutoka Lebanoni hadi kaskazini mwa Israel. Vituo vya kijeshi vya Israel karibu na Mkata vikahujumiwa. Maeneo ya Golan Heights yakaripotiwa kushambuliwa kwa risasi nzito. Hii ilisababisha mji wa Metula, karibu kabisa na mkata wa Lebanoni, kuhamishwa watu wote ndani ya saa moja. Jeshi la Israel likatumia helikopta kuwatoa wanawake, wazee na watoto. Jibu la dunia, Marekani, Ujerumani, Kiingereza na Ubaraza. Taarifa ya kamoja kutoka Marekani, Ujerumani, Kiingereza na Ubaraza ilisema tunatoa wito kwa pande zote mbili kusitisha mashambulizi mara moja. Dunia iko kwenye hati ya vita vya nne vya dunia. Lakini Marekani ikasema pia, Israel ina haki ya kujilinda, hatutasita kuiunga mkono kwa njia zote. China na Russia wakatoa ujumbe tofauti. China ni mtambo kwa Israel na Iran kuja mezani, dunia imechoka na vita Rusi: mashambulizi dhidi ya maeneo ya kinyuklia yanavunja sheria ya, ya kimataifa. Tunalaani hatua ya Israel. Hapo ndipo ulimwengu ulipoliona kitu cha kipekee. Hakuna taifa li, lilotaka kuingia vitani, lakini hakuna aliyekuwa tayari kukaa kimya. Je, shambulizi la na Natanz lilikuwa halali? ripoti za mpya kutoka shirika la kimataifa la nyuklia IAEA zilionyesha kuwa shambulizi la Israel kwenye mtambo wa nyuklia wa Natanz lilivuruga mfumo wa uundo. Kuna uwezekano wa kutokea na athari ya kiafya kwa maelfu ya raia. Picha za satelaiti zilionyesha moshi mweusi ukifuka chini ya urodi. Waandishi waliopo kwenye mji wa Isfahan waliripoti harufu kali ya kemikali hewani. Irani ikasema wazi, hatuwezi kusamehe. Mamilioni ya maisha yako hatarini, dunia lazima ichague upande. Ndege za Israel zinahama angani? Zinaelekea wapi? Katika hali ya kutisha zaidi ya ndege vya kijeshi mia mbili za Israel zilionekana angani zikielekea mashariki zikivuka anga la Iraq. Ripoti zisizo rasmi zinasema nusu yao zimebeba makombora ya masafa refu, mingine yamebeba teknolojia ya kijasusi na mashambulizi ya kimya. Iran ikajibu wakwari, tunayo mfumo wa ulinzi wa anga, tupo tayari, tutarudishia mashambulizi mara mbili zaidi. Kwa mara ya kwanza anga la Iraq lilibadilika kuwa eneo la kuvukia vita vya mataifa mawili yenye nguvu, huku raia wakijiuliza, je, tutakuwa walengwa ama wapita njia? Hitimisho la sehemu ya pili: kombora linalofuata ni la nani? Ndani ya masaa 48, tu Iran imeingia vitani rasmi, Israel inajiandaa kwa mashambulizi ya anga, Hezbollah wameshaanza mashambulizi yao. Dunia imetegewa katika siasa kali na maamuzi magumu. Swali linalobaki ni hili, je, hii ni vita ya siku chache au mwanzo wa janga la karne? Katika sehemu ya tatu, tutazama kwenye mipango ya anga ya Israel dhidi ya Teherani, hali ya ndani ya Iran, majeruhi, uharibifu na mshikamano wa taifa. Tutazama pia majibu ya mataifa ya Kaarabu. Je, watasimama upande wa nani? Sehemu ya tatu: nyuma ya mapambano, nuru na giza katika mataifa yawili. Hospitali Iran, mijadala ya ndani na majeruhi wanaoongezeka. Katika miji ya Tehran, Isfahan na Mashhad maisha hayakuwa kama kawaida. Hospitali zilijaa majeruhi wa mashambulizi ya anga na waathirika wa mionzi kutoka Natanz madaktari wamelazimika kufanya kazi bila kupumzika, wakati baadhi ya wagonjwa waliingia katika hali mbaya ya mionzi. Taarifa za ndani zinasema watu wanahofia kuondoka majumbani kwa sababu hatari ya mashambulizi bado ipo. Kuna uhaba wa dawa na vifaa vya matibabu. Mchana na usiku, mitandao ya kijamii ilijaa video za majeruhi, akiwemo mama na watoto wakiteseka kutokana na athari za mionzi na milipuko. Iran yafunga mitaa ikilia umoja wa kitaifa. Serikali ya Tehran ilitoa amri ya kuzingatia hali ya dharura. Mitaa mikubwa ilifungwa kwa ajili ya usalama. Watu walihimizwa kushiriki katika mikutano ya kuunga mkono serikali na jeshi. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali, hali ni ngumu, lakini taifa linaonyesha umoja wa kutisha. Hatutakubali kuhangaika. Tutajibu kila shambulizi kwa nguvu zaidi. Balozi wa Iran nchini Umoja wa Mataifa, Ali Bagherikani, aliwasilisha madai ya kuonesha uhalali wa hatua za Iran, akilalamika, Israeli imevuka mipaka yote, mashambulizi haya ni uharibifu wa amani ya dunia. Ndege Israel, hali ya anga, uchumi na mwelekeo wa siasa. Kwa upande wa Israeli, hali ni ngumu lakini serikali haijavunjika moyo. Uchumi umeanza kuathirika kwa kasi, haswa sekta ya utalii na biashara. Sekta za afya zimejaa majeruhi wa mashambulizi. Raia wanahofia siku za mbele, huku baadhi wakihama maeneo ya hatari. Katika mkutano wa dharura, waziri mkuu Netanyahu alisisitiza, tunajilinda dhidi ya shambulizi la bomba la Iran na washirika wake. Hatutakubali tishio lolote linalolenga mustakabali wetu. Shirika la ndege la El Al lilitangaza kusitisha safari zake kwa miji mingi ya Mashariki ya Kati hadi hali itakapotulia. Matarajio ya Kiarabu, wapinzani na washirika. Mataifa ya Kiarabu yamegawanyika. Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, wamesema wanasikitika kwa vurugu lakini wametaka pande zote zipige vita. Lebanon na Siria zimeshuhudia kuongezeka kwa mashambulizi ya makombandi kutoka Iran kupitia Hezbollah na washirika wengine. Misri na Jordan zimepiga marafuku majaribio ya kupanua mgogoro. Hali hii inaonyesha mgogoro huu unaweza kuenea zaidi kwa haraka na kusababisha mgogoro wa kikanda usiokuwa na kifano. Mashambulizi ya anga, nguvu mbili zinapigana. Israeli imeendelea kurusha mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya kijeshi na kitekniki ndani ya Iran na Iraq. Mkakati ni kuzuia Iran kuendelea kusafirisha silaha kwa Hezbollah na magaidi wengine. Iran pia imesema italenga vituo vya kijeshi vya Israel ndani ya maeneo ya Golan Heights na hata sehemu za pwani ya Mediterranean. Uchambuzi wa kijeshi unaonyesha kuwa hii ni vita vya sasa vya anga vyenye maelezo ya kitaalamu. Mbinu za kijasusi na uharibifu mkubwa wa vifaa vya kijeshi. Je, dunia iko kwenye njia ya amani au vita vikubwa? Wakati wa simulizi hii, Umoja wa Mataifa umeanza mashaurisho ya dharura, lakini hakuna suluhisho la haraka. Wakati huo, Marekani na washirika wake wanaongeza msaada wa kijeshi kwa Israeli, huku Iran ikiendelea kupata sapoti ya kidiplomasia kutoka mataifa ya Asia Magharibi na Mashariki. Hitimisho la sehemu ya tatu. Mwendo wa vita unaendelea katika hali hii ya wasiwasi. Raia wa pande zote wanaumia, hali ya kisiasa na kijeshi inabadilika haraka. Dunia inaangalia kwa hofu na matumaini ya amani. Hali kama hii ni kama moto unaoanza na unahitaji mvua kubwa kupunguza madhara. Sehemu ya nne iko tayari. Tutachambua athari za mgogoro hii kwa raia wa kawaida, jinsi mataifa jirani wanavyoathirika na jinsi siasa ya kimataifa inavyojibadilisha. Endelea kufuatilia Hubah Online Tz kwa makala za kina na za kusisimua kuhusu mgogoro huu unaoendelea.